Vision 2030 Madini ni maisha na utajiri. Mwenyekiti wa Tume ya Madini, Dkt. Janeth Lekashingo, ameitaka kampuni ya Mantra Tanzania Limited, inayosimamia mradi wa uchimbaji wa madini ya urani katika Mto Mkuju kuhakikisha kuwa Watanzania wanashirikishwa kikamilifu katika hatua zote za uchimbaji na uchakataji ili manufaa rasi ya rasilimali hiyo muhimu ya taifa iwafikie wananchi wengi zaidi. Akizungumza Oktoba mosi elfu mbili na ishirini na tano katika ziara yake wilayani Namtumbo, mkoani Ruvuma, akiwa ameambatana na kamati ya kitaifa ya ushirikishwaji wa Watanzania katika sekta ya madini Dr. Lekashingo amesema dhamira ya serikali ni kuona mnyororo mzima wa thamani wa urani unawanufaisha Watanzania kupitia ajira mafunzo ya kitaalamu na fursa za kukuza ujuzi. Amesema uchimbaji wa urani si mradi wa kampuni pekee, bali ni rasilimali ya taifa. Ni haki ya wa Watanzania kunufaika na madini haya adimu, ni lazima kuhakikisha vizazi vya sasa na vijavyo vinapata matunda yake. Ameitaka kampuni hiyo kuwaajiri Watanzania kwa wingi na kuwawezesha kupata mafunzo ya kitaalamu ili waweze kuchukua nafasi ambazo mara nyingi huchukuliwa na wataalamu kutoka nje ya nchi. Pia aliwataka viongozi mradi kuwasilisha taarifa sahihi kuhusu maendeleo na changamoto zinazojitokeza badala ya kuonyesha picha isiyo halisi ya mafanikio. Dkt. Lekashingo pia amewakumbusha viongozi wa mradi kuhusu makubaliano ya mwisho yaliyofikiwa Novemba 15, 2024 na kuwasilishwa katika uongozi wa halmashauri akisisitiza kuwa utekelezaji wake usicheleweshwe tena. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Kamati ya Kitaifa ya Ushirikishwaji wa Watanzania katika Sekta ya Madini, Dkt. Telesia Aliitaka Mantra Tanzania Limited kuzingatia sheria na kanuni za ushirikishwaji huku akiwasisitiza wa wanasheria wa kampuni hiyo kuwakumbusha wamiliki wa, wa leseni za madini wajibu wao kwa taifa. Viongozi wa Mantra Tanzania Limited walishukuru Tume ya Madini pamoja na Kamati ya Ushirikishwaji wa Watanzania kwa elimu na mwongozo waliopata wakiahidi kufuata kikamilifu sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa ili kufanikisha maendeleo ya mradi na kuhakikisha manufaa yake wa Tanzania Watanzania. Mohab TV, Ruvuma.